Shule inajenga tu madarasa. Iangalie yaani kuna baadhi ya vitu equipments ndio ongezeke. Eh, kama madarasa nafikiri hata madarasa yakiongezeka hapa na equipment zinaweza samaji. Lakini walimu pia wasiwachukulie kawaida kabisa. Walimu hao wa serikali wanafundisha, wapo kwenye mazingira magumu. Kwa wapi daraja lao tawapo? Mwalimu anafundisha, mwanafunzi anatoboa, anamkuta bado na basikeli. Yaani wewe unamfundisha wewe una basikeli, mwanafunzi unamfundisha msingi. Anaenda sekondari, anaenda form 6, anasoma chuo miaka mitatu, anamaliza anakwenda kufanya kazi, anapata mpaka hela ya kununua renji, anakuja bado na basikeli. Hapo shida sio sisi, shida sio mwalimu, nimeona vizuri, shida ni wale wanaomwezesha mwalimu. Sasa private sectors wao, katika private sectors wao wamefanya pesa, wameangalia mapungufu ambayo shughuli za serikali zinazo, wanaboresha kuishi mwalimu. laki moja wao wana mwalimu hmm, yup, hmm, laki nne wakimpa mwalimu laki tano wao wanampa milioni, biashara inaishi. Na serikali sio kama haiwezi kufanya walimu wakaishi vizuri, bona no.